Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika chips, lakini kwa kweli hii chips ni ya aina tofauti. Menya viazi, kisha osha kwa ngua, viweke kwenye maji kwa muda wa dakika kumi, vichuje. Kwenye bakuli lako weka vitunguu, weka karoti, weka hoho Mi nimeweka hoho za rangi tatu, hizi hapo nimeweka njano, nyekundu na kijani. Kisha weka viazi ulivyokwangua. Kuanzia viazi na vitunguu, hoho, carrot nimekata vyembamba. Hatua inayofuata nyunyizia chumvi, weka chili flakes, pilipili kavu. Weka parsley kavu. Weka kitunguu saumu kikavu. Weka mayai. Kisha changanya kila kitu vizuri. Hakikisha mayai na viungo vinachanganyikana na viazi vizuri sana. Nimekata vyembamba kwa sababu hapa sikaangi na mafuta. Nitatumia mafuta kidogo tu kabla ya kukaangia yai, kisha vitaiva na mvuke. Kwa hiyo, vikiwa vyembamba vinasaidia kuiva haraka na vizuri. Kwenye kikaangio weka mafuta, nimetumia Bata, kisha weka mchanganyiko wa viazi vyako. Endelea kuweka huku ukisambaza, kisha sambaza upate duara zuri, vikandamize. Mimi niliamua kuweka cheese ndani, lakini sio lazima. Unaweza ukapika bila cheese na bado ukapata chipsi nzuri tu. Ukimaliza kuweka cheese, weka viazi vingine kwa juu. Hakikisha unasambaza viazi vinafunika ile cheese vizuri, kisha funika, pika kwa muda wa dakika tano kwa moto mdogo, kisha geuza. Nimeweka sahani na geuza kama unavyoona hapo, usiweke moto mkali kwa sababu chipsi zako zitaungua na hazitaiva vizuri ndani. Nafunika tena. Nimefunua hapo, chipsi zangu ziko tayari, nitaweka kwenye sahani. Chakula hichi ni kizuri pia kwa watu wanaopenda kupungua uzito, wapendi kula chipsi zilizokaangwa kwenye mafuta. Haya, tunaenda kukata tuone ndani zilivyo. Hapo nimekata na nyanyua na kuonesha ndani, zimeiva vizuri sana. Tenga mezani, watu wajilambe. Asante kwa kuangalia video yangu, naomba usiache kusubscribe. Muwe na siku njema.